Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 22, tunasoma, baada ya kutawala mfalme mpya alipoingia madarakani, aliona watoto wa Kiebrania wana wa Israeli wanazaliwa kwa wingi, wanaongezeka. Akatoa amri kwamba watoto wa kiume wanapozaliwa waueni. Wale wakunga, wale wanaozalisha, walipewa amri, waueni ila watoto wa kike waacheni waishi. Kumbuka, Shetani ili atimize kusudi lake atatumia mtu. Hata hivi leo, Shetani anataka kutimiza kusudi lake, anaweza kuwatumia hata wa madaktari, hata wa manesi walio katika hizo hospitali ambazo watu wanazaliwa. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuua, kunyamazisha yale mapenzi ya Mungu ile kusudi la Mungu ilioko ndani ya kile kinachozaliwa wakati huu kule Kutoka sura ya kwanza, watoto wa kiume wanapaswa kuuliwa wanapozaliwa. Ni bahati nzuri tu wale wakunga wale wazalishaji walikuwa wana hofu ya Mungu, hawakufuata maagizo bia sema, walikuwa na mcha Mungu, hawakuwa wanaua, wakasingizia wanawake wa Kiebrania wana nguvu miili yao, ndio maana wanazaa salama. Mfalme alitoa amri ili kusimamisha hatima za watu na ule ukoo wa watoto walikuwa wanazaliwa, alikuwa anaofia kwa habari ya nafasi yake na mamlaka yake aliokuwa nayo madarakani kama i. Wakati huu ndipo Musa alipozaliwa, na Musa alikuwa ni miongoni mwa watoto ambao walipaswa kufanyaje? Kutupwa katika mto naye, ila mama yake akamficha ni kikapu mtoto huyu ambaye alipasa ape Musa. Akaja binti wa Farao akamwona, akamchukua, akamwadapti kama mtoto wake, ndiyo Mungu alijo kumtumia kuwaokoa wana wa Israeli kutenda matendo makubwa na ishara na miujiza. Ila amri ya mfalme, shetani akiwa ya nyuma yake, ilipaswa Musa afanyaje? Awe miongoni wa watoto watakao fanyaje? watakochi kwenye matayo sura ya pili mstari wa kwanza na ishirini na tatu wakati wa utawala wa mfalme Herode pia naye wale mamajusi waliotoka huku mamajusi walikuwa ni wale wanajimu wale walikuwa na elimu ya astrology ni ni, ni wachawi ni washirikina mamajusi wale waliompekea Yesu zawadi haleluya mamajusi walikuwa wanaongozwa na nyota wakasema kuna mfalme amezaliwa tumeelekezwa kupitia nyota wana elimu ya nyota Mfalme aliposikia mamajusi wanaosema kwamba kuna mfalme amezaliwa, alijua kwamba ni mfalme ataja kumwondoa kwenye kiti chake cha ta. Mfalme Herode akatoa naye tamko, watoto china ue wa mwaka mmoja waliozaliwa wa uami. Mungu akaongea na kila na, na Maria, mtoeni mtoto mwamisheni, kwa maana kuna tamko liotoka watoto wa ua. Yesu akahamishwa akapelekwa Afrika baadaye yule mfalme alipokufa, Yesu Mungu akamwambia wale wazazi na Yusufu, basi sasa mrudisheni, mfalme shakufa. totokusa kituka afuta nini ni ile kusudi la mtoto aliozaliwa nalo liweze kunyamazishwa. Kwa hiyo Shetani bilisi uwaga anaanza kufuatilia ule ukuu na ile kusudi la kuzaliwa na kuungwa tokea watoto wakiwa wachanga bado wadogo hawajazaliwa tumboni. Nisikize vizuri amezungumza kwenye kitabu cha waefeso waefeso sura ya kwanza mstari wa kumi na moja anasemaje? na ndani yake kriso, sisi nasi tulifanywa urithi huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake ndani yake yesu kristo sisi tulifanywa urithi tulichaguliwa kabla ya uumbaji kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Mtu anaweza kazaliwa katika familia ya kishenzi akalelewa malezi ya duniani ya anasa, lakini Mungu akawa ameshamweka alama, alishamchagua kabla hajazaliwa tumboni mwa mama yake. Huyu atakuwa ni mtumishi wangu, huyu atatumika katika utumishi huu, atatenda ukuu huu katika mwili wa Kristo. Mungu alituchagua hata kabla hatujaokoka. Mungu anamjua huyo mtoto uliomzaa ni nani. Anajua labda ni mimi na wewe, hatutaki kujua kumuuliza Mungu kwamba huyu ulionipa ni nani, lakini ukimuuliza leo atakwambia mtoto wako ni mtu fulani, mwombee moja mitatu, kama ilivyokuwa kwa Samson wazazi wake waliambiwa mapema, kama ilivyokuwa kwa Yona Mbatizaji. Mungu anaweza akakwambia sasa hivi huyu mtoto ule mzali nani, au mtoto utakaye mzaa atakuwa ni nani? Zaburi 139 kuanzia mstari wa 14 hadi 16. Pale mstari wa 16 anasema macho ya Mungu yalituona tokea tumboni, siku siku zi, zetu ziliandikwa hata kabla bado hazijatimia. Mungu macho yake yalituona hata kabla hatujakamilika kuwa mtoto kamili tumboni, na akazitangaza siku zetu hata kabla wakati wa nyakati na majira hizo siku Maisha yetu ya kesho ya msurprise Mungu. Mungu alishayakusudia na kuyatangaza tokea tukia toke, tumboni mwa nani? Na mama zetu anayajua kesho yetu itakuwaje. Tukishalijua hilo, tumwangalie yeye aliyeutangaza mwisho wetu kabla ya mwanzo, yeye aliyetujua na kutangaza maisha yetu, ratiba zetu tokea tukia tumboni toke, mama zetu, tumwangalie yeye, atatupa fumbo, atatufunulia fumbo la kesho yetu ana Mungu akamwambia Yeremia, Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5, "Nalikujua wewe tokea ukiwa tumboni mwa mama yako, kwamba wewe ni nabii wa kimataifa." Mungu anajua mtu atakuwa nani tokea akiwa tumboni. Tokeo ukiwa na mimba, Mungu anajua. Kwa hiyo ukikaa vizuri na Mungu, tokeo kwa mjamzito wewe mama au wewe baba, Mungu atakufunulia ucho kibeba ni nini, atakwambia. Usisubiri mpaka akue ndio Mungu akufunulie. Tokea ukiwa tumboni, Mungu anaweza kukwambia ulichokibeba ni kiungo cha namna gani? Musa huyo ambaye alipaswa kuuawa, ukisoma Kutoka, Kutoka 33:17 Mungu anamwambia, nitafanya kila kitu ulichokiomba, nimependezwa na wewe, umepata neema machoni mwangu, ninakujua kwa jina lako. Anamwambia, ninakujua kwa jina lako. Mungu anatujua kwa majina yetu, anajua kile ambacho kinatokea. Kuna ratiba ya nyakati na majira kwenye maisha yetu. Maombolezo sura ya tatu mstari wa saba anasema, nani asemaye neno nalo likafanyika ikiwa Bwana hakuliagiza? Yaani, ni mtu gani atakayenyanyua kinywa chake atangaze neno na likatimia kwenye maisha yako kama Bwana hajaruhusu hilo neno itimia. Wako wakuu wa giza, wako maadui wengi tunaishi nao katika jamii na familia zilizotokea, ambazo wanatangaza maneno mabaya yenye manuizo ya giza na uharibifu na viapo kwa habari ya vizazi vyetu. Maombolezo 3:37 anasema ni nani huyo anayesema neno likatimia ikiwa Bwana hajasema? Kwa lugha rahisi, Bwana Yesu ndio nini? Ndiyo mnenaji wetu Ndiyo, msimaji wetu wa mwisho. Kama Bwana hajasema huyu mtoto awe hivi, hakuna mwanadamu atakayesimama. Kuna madhabahu za giza, akakiri, akaapa, akanuiza na nikatimia kwa uzao wetu. Labda kama wewe hujui, nataka mtu atakayesimama atasema neno lolote lile katika madhabahu ya giza, lilo tangazwa, kunuizwa, kusemwa ama kutamka kwa habari ya maisha yangu, utumishi wangu, uzao wangu, kama Bwana hajasema haitatimia, katika jina la Yesu Kristo na yabatilisha maneno ya uongo. Nataka mtu atakayeomba kwa ujasiri na kwa imani. Zaburi ya 31, Zaburi ya 31 mstari wa 15, anasema nyakati zangu zimo mikononi mwako, uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia. Umwangazie mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Anasema nyakati zangu Tafasiri nyingine za Biblia zinasema my future, ubaadaye wangu uko mikononi mwa mwa Mungu. Ratiba za maisha yetu za kila siku ziko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Yeye anajua nini kitatokea katika majira kati na nyakati fulani. al anajua kuhusiana na mahusiano yetu, anajua kuhusiana na musaa, familia, ndoa, afya, anajua nini amekusudia, elimu afanikiwa uchumishi. Adui hatishiki wala haogopi namna wewe ulivyo, ila kinachomtishia na kumogopesha adui ni nini umekibeba ndani yako. Hicho ndio wanakipinga kisiruke. Ndio maana vita inainukaga tokea watoto wakiwa wadogo wanakuwa. Lazima ujue ni nini mtoto amebeba ili ujue ni aina gani na ya vita anayopitia na namna gani ya kuomba. Kuna mambo mengine mtoto anakuwa hivi, anakuwa hivi. Ujue ni kwa nini, lakini ukijua ni nini amekibeba ndani yake. Kile ndo tishio, kuna ufahamu wa giza kwa adui. Adui anakipinga hicho kisije kainuka, kisiwe ni faida kwa watu wengine. Kisete impact kwa watu wengi. Biblia inasema kule kitabu cha Yakobo sura ya nne mstari wa kumi na tatu hadi kumi na tano. Inasema